Na mawaziri kutoka serikali ya muungano wa Tanzania lakini pia serikali ya mapinduzi Zanzibar, lakini pia na manaibu wa mawaziri kutoka e, maeneo yote mawili. Naomba tusimame ili wananchi watuone. Huu ni umoja mkubwa sana, ni ishara kubwa ya muungano. <coughs> Waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo, Katibu wa CCM mkoa kwa niaba ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa eh, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, mkurugenzi mtendaji wa ZIPA, mmiliki wa kampuni ya Jazz Aurora Bwana Hemed, lakini pia tunaye balozi wa Egypt Tanzania. Eh, thank you very much for coming. Thank you. wageni waalikwa, wananchi wa mkoa wa kusini Unguja, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. <coughs> Mama Rasira, mama Rasira, awali ya yote nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutuwezesha kuifikia siku ya leo tukiwa hai na wenye afya njema, furaha, amani na utulivu. Pia napenda kuchukua fursa hii kukupongeza sana tena kwa dhati, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushindi wa kishindo ulioupata kupitia uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 na kuiendeleza na kuendelea kuiongoza vyema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Tanzania kwa jumla. CCM oyee! CCM oyee! Mheshimiwa, naomba niseme maneno kutoka kwenye moyo wangu leo. We are very very proud of you. Kadhalika naomba niwashukuru viongozi na watendaji wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya ma ya Muungano wa Tanzania pamoja na wananchi mliohudhuria na wale ambao mnafuatilia hafla hii kupitia televisheni na mitandao ya kijamii kwa kuendelea kuiunga mkono na kuamini serikali zetu mbili, serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia serikali ya awamu ya nane inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Naomba pia nitumie fursa hii kwa niaba ya Wizara ya Kazi na Uwekezaji kukushukuru sana kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kuja kujumuika nasi katika shughuli yetu hii ya uzinduzi wa mradi wa hoteli ya Jazz Aurora uliopo hapa kijiji cha Michamvi Kae mkoa wa Kusini Unguja, licha ya kuwa na majukumu mengi. Mheshimiwa Rais, asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Miongoni mwa mafanikio makubwa yaliyopatikana ni kuongezeka kwa miradi ya kimkakati ya uwekezaji ikiwemo hoteli ya hadhi ya kimataifa kama hii ya Jazz Aurora ambazo zimeongeza ushindani chanya, ubora wa huduma na hadhi ya Zanzibar katika soko la utalii la kimataifa. Uwekezaji huu umechangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarika kwa mapato ya serikali, kuongezeka kwa mchango wa sekta ya binafsi katika pato la taifa, pamoja na kutanuka kwa wigo wa ajira kwa wananchi hususan vijana na wanawake. <coughs> Aidha, kumekuwa na mafanikio makubwa katika kurahisisha taratibu za uwekezaji nchini, kuimarishwa kwa miundombinu ya barabara, maji, umeme na mawasiliano, pamoja na kuongezeka kwa imani ya wawekezaji kutokana na kuwepo kwa amani, utulivu na uongozi thabiti. Hatua hizi zimewezesha Zanzibar kuendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi na kufanya kuwa kitovu cha uwekezaji endelevu katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kwa kumalizia, naomba nichukue nafasi hii kuipa pongezi kampuni inayomiliki mradi huu wa Jazz Aurora kwa kuendelea kuwa na imani na serikali unayoiongoza, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr Mwinyi kwa kuendelea kuwekeza katika maeneo tofauti hapa Zanzibar. Hii ni wazi kwa serikali, sera, sheria, kanuni na miongozo ya uwekezaji iliyopo kwa sasa ni ya kuvutia na zenye tija kwa makampuni ya uwekezaji na serikali. Mheshimiwa, baada ya kusema hayo machache Ningeomba kwanza, kabla hujazungumza uturuhusu kukupatia zawadi, alafu baadaye tukukaribishe ili uweze kutoa nasaha zako kwa hadhara hii iliyopo mbele yako na wananchi kwa ujumla, na baadaye kuzindua rasmi mradi wa hoteli ya jazi ya Aurora. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mapinduzi! Mapinduzi! Mapinduzi! Mapinduzi! Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna zawadi ya, ya zipa lakini vile vile na hoteli yetu ya Aurora pia wanakupa zawadi, wakati huo huo kwa pamoja. Baada ya kukabidhi zipa hiyo, ni ya zipa, naomba tupige makofi mengi mno. Mheshimiwa Rais, sasa unapokea Aurora, naomba tupige makofi mengi pia nayo. Asante. <coughs> Naomba tukae. Haya, asante asante, vijana wa masa, asante sana Mheshimiwa Sharif Ali Sharif, waziri wa nchi